Eenye barua na mimi ni makamo wa mwenyekiti wa idara ya vijana, na hapa tuna ibada za katikati ya wiki. Kila siku tuna ibada, ibada za asubuhi za glory kuanzia saa kumi na mbili kamili mpaka saa moja, lakini pia ibada za jioni za katikati ya wiki kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili. Tunawakaribisha wote mnaotufuatilia katika mitandao ya kijamii na wewe ambaye uko mahali hapa. Siku ya Jumapili tunakuwa na ibada kama nne: ibada ya morning glory, ibada ya baibosaji ambayo uihapatuko mahali hapa, lakini tuna ibada ya mchana Halafu ibada nyingine ni ibada ya mitaani kwa ubii, na hapa kuna makanisa mawili, kanisa la watoto wadogo na kanisa la watu wazima. Ni kukaribisha katika kanisa letu uh, kwa ajili ya kufanyia Bwana ibada. Mungu akubariki basi na...